So guys, niko Shimo la Tewa hapa uh, prison uh, nimekuja kumuona Kizo B. Kizo B amezuiliwa hapa kwa muda and and uh, we are here to ensure that we are sawa um, and then tuone vipi tutaweza kumtoa Kizo B. So pia zenu ni muhimu kuhakikisha kwamba hili linafanikiwa, but we hope kwamba Kizo B will be out and thanks to everyone ambaye ana show love and support. So we are here ambapo ni Shimo la Tewa prison.

ni juzi tu kumesambaa taarifa kuhusiana na kukamatwa kwa Kizo B msanii kutoka Patu 254 na mwenyewe alikuwa ameshadhibitisha taarifa hizo kupitia clip ambayo ilikuwa inazunguka kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha jamaa yuko seli lakini pia akawa anaomba msaada kwa mashabiki zake waweze kumsaidia kutokana na kesa ambayo inamwandama kesa ambayo inamwandama Kizo B inahusiana na masuala ya shamba kuna namna ambavyo alikamata kwa korofishana na majirani zake kuhusiana na mzozo wa shamba kitu ambacho kilipelekea akafungiwa kwenye seli kule Shimo la Tewa. Sasa mtangazaji wa kituo cha Citizen ambaye anajulikana kama mzazi Willy M Tuva amefunga safari yake kuelekea kule Shimo la Tewa ambako amezuiliwa Kizo B kwenda kumjulia hali, na hizi ni video ambazo zinamwonyesha mzazi akiwa kwenye safari yake kuelekea kule, kule. Shimo la Tewa, lakini pia kama ameandamana na Collins Muraya pamoja na Don Tawamo miongoni mwa jamaa ambao Kizo B alikuwa amewataja kwenye klipu hiyo akiwa naomba msaada kwa wao pamoja na mashabiki zake pia na mtu yeyote ambaye angejitolea kwa ajili ya kuweza kumtolea dhamana ili aweze kuwa huru. Nilikutana hii video kwenye Instagram ya mzazi William Tuva, lakini pia akawa amesindikiza na caption ambayo ilisomeka kama hivi. I have journey to Shimo la Tewa prison alongside my brothers Collins Muraya and Don Tawamo to visit our artist Kizo B who remains in remand dispute with mzee wa mtaa. Alafu kwa hashtag Kizo B. Sasa mzazi na mwenyewe pia ameshathibitisha kabisa kwamba alipata fursa ya kuonana na Kizo B, lakini hajatuambia nini ambacho walikizungumza, lakini pia hajatuonyesha vipicha uh, labda wakiwa pamoja kutokana kwamba alikuwa yuko ndani, sijui, unaelewa masuala ya kufungiwa na nini. Lakini pia amesema kwamba kuna mazungumzo ambayo ameshafanya na mzee wa mtaa ambaye anahusiana na mtaa ambao anaishi Kizo B, lakini pia amesema kwamba majirani ambao pia walikuwa wamewasilisha kesi hiyo pia wameshaketi na sasa, anachokiomba watu ni kwamba kidogo Ha, mfanye subira na maombi pia, ili swala hili liweze likapita. Sasa inabidi ustick around, mi itaendelea kupa updates kuhusiana na nini ambacho kinafanyika. Hii hapa ni Rama K Online.